Mdogo wao wa mwisho yuko pale kalala pale sijui. Yes, ni swali la kimtego hili, lakini lakini, eh, mm, lakini aniambia tu mdogo wake wa mwisho kapata mateso kabla ya kufariki basi. Hmm, basi hivyo sikuliza mateso gani hivyo. Kwa maana hata baadaye, baada ya kuhoji wanakwenda, niliuliza polisi, wanaenda kufanya nini? Saizi tungekuwa tumeshapanga ratiba kumsitiri kumstiri kesho, sasa e, e, nikasema basi tuache, kwa maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumhifadhi ndugu yetu, wakirudi wale ndo tutajua kime, kimefanyika. Hiyo anasema, alichoka kwa maelezo ya, ya, ya, ya mdogo wao wa mwisho pale. Sasa basi ndio tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi, hata ratiba hatuna e, tusubiri labda watakapotoka. Na ameniambia kwamba wakitoka kule watuje kutuambia, ndio tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu yetu. Okay. Ulifanikiwa kwenda hospitali? Ah, sijafika. Sijafika kabisa, eh. Kwa mazingira ambayo umeyapata wewe ni ya kuelezea. Ya kuelezewa kwa mdogo mtu eh pale. Eh. Ah, ni mwanisho za kwamba kuna na jinai na mpatana na kifo chake bado haijathibitishwa hivyo. Ndio. Hiyo kwa kuwa kwa kuwa mwili ulikuwa kwenye harakati za kufanyiwa uchunguzi, kufanyiwa uchunguzi tutakuwa na taarifa zangu uchunguzi unaendelea huku kisha kamilika tutakuwa na